kubwa sisi ushaisha muda mrefu. Mimi ninachokiomba jinsi gani sisi wanaweza kutuhamasisha kwenye kuzalisha zao hili, na pia tunaomba wao wao waongeze wa, fursa kubwa zaidi katika kusimamia masoko ya zao la ufuta. Mfumo huu wa TMX tunaona kama unae shida hivi, kwa sababu katika mfumo wa zamani tunaona toka mfumo wa TMX umeanza, maanake hamna soko ambalo linapanda bei. Masoko yakianza, masoko yanayofuata yote yanakuwa bei zinateremka. Serikali chokuwa nafikiria mimi cha chukufa, kufanyika afadhali kurudisha mfumo ule wa zamani ambao wenyewe baadhi ya minada ilikuwa inapanda, baada ya baadhi ya minada ilikuwa inashuka bei. Ya wastani tuliyopata ni elfu mbili mia mbili thelathini kwa mkulima akitoa shilingi kumi inabaki elfu mbili mia mbili na ishirini. Tuendeleze kuhamasisha wakulima walete jina linalofanana na akaunti yake kwenye chama cha msingi. Swala la malipo kwenda kisa akaunti milala au jina tofauti sio nzuri sana. Mnada wa pili tuliofanya, wanunuzi karibia wote wameshalipa, na tunaomba vyama vyote vilete nini malipo yake ili watu waendelee kulipwa, na tushaanza wa, tangu jana kulipa na mnaona, nafikiri mtiririko unavyoendelea kama malipo ya minasa manake akaunti yake na jina kuna tofauti kidogo mahali. Kwa hiyo ni vyema wewe mkulima utoe taarifa mapema kwenye chama cha msingi, na chama msisite kutupa taarifa mapema, ili tatue tatizo na mkulima apate pesa yake kwa wakati.